Yaani eh, mtawadhi mtu pole eh, hana ile ujuu. Kama unakaa na mtu alim ni kawaida tu, nimekaa naye kabla mwezi nane au tisa mm, aamsho meenda nimekaa naye kwake nyumbani, namjua. Rahmatullahi alayhi alikuwa alim kipofu eh, na amekufa na duniani, kuna mtu anadumu. Lakini kusali sala jeneza ghaib, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesali mara moja kumsalia Najashi ambaye ilikuwa ni mfalme wa Habasha Ethiopia. Ilikuwa yeye Muislamu, lakini amekufariki tu. Amekuja Jibril, Mungu anakuamrisha, Mtume Muhammad, simama, tangaza kifo ya Najashi. Na Najashi jina lake liliitwa Ashama. Hadithi, Jabir anasema Mtume amesimama amesali sala janaza ghaib. Ghaib manake unamsalia maiti, lakini janaza maiti haiko mbele yako

Je, tunasali tena, ni sala ghaib? Wako ulama wanasema hapana, mwambie dua tu, lakini wako ulama wanasema hapana, umsalie na hata kama amesaliwa inafaa, kwa sharti mtu awe mtu ametoa huduma, ametoa msaada kwa Waislamu, jamii yani watu wamepata kupitia yeye manufaa, ima ilmu yake au cheo chake. Sema vizuri, hata kama amesaliwa Unasali imana nakwambia, hadithi Mtume salam msalia mfalme wa Habasha sala janaza ghaib. Mtume alikuwa amemsalia, anamrudisha ile ile ambaye ihsani amemfanya sahaba sahaba, wakati umeteswa teswa ndani ya Makkah Mtume sema kimbieni Habasha, yuko mfalme kule ana udulifu, apendi kudhulumiwa mtu kwake. Amemkaribisha wa sahaba wa Mtume mara mbili, kabla hawajaenda hijra Madina sahaba ameenda

Wakati msikiti bado hujafungua, tumemsalia msala ghaib mzee wetu, mzee Ali Hasan Munyi rahmatulahi aleyh. Sasa mtu yote ametoa mchangwa kwaislamu, jamii umefaidika na ilm, kakumsaidia watu kila kitu, manufaa yake tumeona ni umefika watu jamiina na juhudi ni kumsalia, haina hainashiranainafaa Naam. Inachukua muda gani? Sababu, amefariki jana, kisha tumsalia. Wallahi hakuna e, muda maalum ni sharti mtu wakati mtu wewe habari imekufika. Naam. Mm. Naam.